Malengo ya utekelezaji wa eneo la umwagiliaji kwa nchi nzima, lakini pia tulipewa malengo ya kuongeza kipato cha mtanzania katika maana kujihusisha na kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo tulipopata pendekezo hili kutoka kwa halmashauri, tulijaribu kuchakata kuona ni jinsi gani halmashauri ya Kibondo, lakini na tume na serikali kuu wanaweza kunufaika na, na, na, na, na mradi huu. Kwa hiyo wasilisho lilowekwa hapa ni la kifupi kabisa, ambalo linatoa mwanga kwa kwa halmashauri yako mwenyekiti, na waheshimiwa madiwani kuweza ku, kupata nafasi ya kuchambua na kuona manufaa ambayo yatakuja baadaye. Mapendekezo yetu sisi ni kwamba, pamoja na kwamba eneo hilo litakuwa chini ya halmashauri pamoja na tume, bado kuna umuhimu wa mwananchi mmoja mmoja aliyekuwa kwenye maeneo yale aweze kupata nafasi kwenda kuzalisha mahali ambapo pana miundombinu. Kwa hiyo utaratibu tutuweka hivyo ni mapendekezo ambayo eh, council itaamua kuyakubali au labda kuyaboresha, lakini pia ili uzalishaji uwe mkubwa na pato lipatikane na rejesho lipatikane tumeweka hicho kipengele cha kuwa na mtu private kuweza kuoperati halafu sisi tuwe tunapokea mapato kutoka kwenye kile ambacho kinafanyika lakini tutakuwa na uangalizi wa watu wetu ndani ya tume na ndani ya halmashauri ambao watashiriki kwa kila kinachofanyika pale. Kwa hiyo mimi niwaombe waheshimiwa madiwani, pale ambapo mnahitaji ufafanuzi zaidi, tume iko tayari kufafanua. Pale ambapo mnadhania tunatakiwa kuboresha, tume iko tayari kuboresha. Tuko ni open book, yaani tuko wazi, hakuna ajenda, hakuna nini. Ni wazo lazima lianze mahali, lipokelewe lichambuliwe likubalike. Lazima mtu mmoja aanzishe wazo. Sisi tumeanzisha wazo, naomba mlipokee, mlichakate. Nishukuru Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa wasilisho lao zuri na jinsi ambavyo wameweka mipangilio yao sawasawa. Sisi kama baraza tumepitisha na kazi iendelee, lakini pia ni mshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuruhusu taasisi za serikali kushirikiana na wananchi na sisi kama huku Kibondo, kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana taasisi kama hizi kuja kushirikiana na sisi, lakini sasa hivi milango imewekwa wazi, tume ya taifa ya umwagiliaji inawezi kafika mto Lumpungu. Ni jambo ambalo kwa kweli mama Samia tumpigie makofi ya kutosha sana. Ni mtoe hofu, mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi anayesema tunaweza tukarudia, nyu, tukarudi nyuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, kulingana na taarifa aliyotoa mkurugenzi, baraza tulilonalo kama alivyosema ni baraza la ukombozi, ni baraza ambalo linafufua vitu ambavyo vilishindikana. Kwa wale wananchi wetu wa kule wasikose vibarua, tuombe sana kwamba wale vijana wetu wa kule wameshacheza mgambo, wanajua shughuli za ulinzi najua kukata mifereji, wanajua kujengea. Kwa hiyo wale wananchi nao vijana wao wapate ajira ndogo ndogo kwa ajili ya uendeleshaji wa shamba letu, kwa maana ya baraza hili maalum kuridhia mkataba usainiwe ili tuende mbele, ni hatua ya kutia matumaini. Mimi napita huko vijijini, wananchi wetu kwanza walikuwa wanaona tunachelewa, na walikuwa wanaomba halmashauri iridhie wao wanakodi hayo maeneo, yaani kwa hali ilivyo tu sasa hivi waendelee waendelee kulima. Kwa hiyo kwa maana ya tulivyopokea wasilisho hapa, na mara nyingi sana mimi huwa nasema anayethubutu ndiye huwa anafanikiwa. Ukiwa na hofu, tusihofu na tupeleke matumaini kwa wananchi kwamba jambo hili ni jema. Hata kama kuna skimu zingine ambazo tulizianzisha huko mwanzo labda hatukufanya vizuri sana, lakini skimu hii inakwenda kuleta matumaini kwa wananchi wetu, inaelekea kuwaletea hela wananchi mfukoni <tune>